fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika raundi ya pili katika uwanja wa New Amani hapa visiwani Zanzibar. Ayoma Media tuko hapa kwa ajili ya kuletea taarifa habari na matukio. Kuelekea katika mchezo huo hapo kesho siku ya Jumapili tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Hapa ni ndani ya uwanja wa Amani ambapo muda si mchache tunakwenda kuyashuhudia mazoezi ya kikosi cha Simba yakiwa ni mazoezi ya mwisho na maandalizi ya mwisho kule katika mchezo huo hapo kesho. Wao kama kikosi cha Simba namna ambavyo anakwenda kujiandaa na mchezo huo ndani ya uwanja huo, ambao ndio uwanja wa mchezo husika hapo kesho majira ya saa kumi kamili za jioni. Ni finali ambayo inasubiriwa kwa hamu sana. Tayari raundi ya kwanza ilishachezwa pale katika uwanja wa manispaa ya Berkane nchini Morocco, Simba akiruhusu goli mbili kwa sifuri, anarejea nyumbani sasa. Nini ambacho anakwenda kukifanya? Anakuja kucheza finali uh, ya pili katika uwanja wake wa nyumbani kombe likiwa jukwani, lakini pia rais uh, wa visiwani Zanzibar uh, Dr. Hussein Ali Mwinyi atakuwa hapa kama mgeni rasmi wa mchezo huo, naye akishuhudia fainali hiyo ya raundi uh, ya pili. Je, yeah, Mnyama Simba ataweza kuiheshimisha Tanzania na kulibakisha kombe nyumbani au uh, RS Berkane watatawala na kufanya kama ambavyo walifanya msimu wa mwaka juzi, tofauti na mwaka jana waliporuhusu kombe kuondoka na Zamalek? Safari hii ni bingwa mteteza ambaye msimu loisha hakufanikiwa kutetea taji hilo la kombe la shirikisho la Afrika. Anakuja kucheza fainali ya raundi ya pili dhidi ya mnyama Simba akiwa tayari na faida ya goli mbili kwa sifuri ambazo alizipata pale katika uwanja wake wa nyumbani wa Manispaa ya Berkane. Huu ndio uwanja ambao mnyama Simba anakwenda kuanza mazoezi yake rasmi, lakini pia ndio uwanja ambao mnyama Simba anakwenda kushuka dimbani hapo kesho. Maandalizi ya mwisho wanayofanya hapa na tayari walishakuwa hapa visiwani Zanzibar siku tatu kabla ya mchezo huu. Leo hii ni wanahitimisha tu kile ambacho walikianzisha Simba Sports na